Kama ambavyo amesema uh, mtangulizi wangu kwamba wajibu wangu nafikiri ni kutaja kikosi uh, ambacho kitaenda kucheza kama ambavyo ameelezea. Tutacheza mechi ya kirafiki na South Africa tarehe sita, and then tumepata bahati ya kuwapasipitadi katika COSAFA. Kwa hivyo tutacheza mechi mbili za, za COSAFA, and then tutaangalia stage ambayo tutasogea. Kwa hivyo tumetayarisha kikosi cha ja, wachezaji 28 ambao tutaenda nao South Africa. Then baada ya kutaja kikosi nitatoa nita mchanganuo vipi tunajaribu kumenaji zi mechi. Kwa hivyo, gol kipa, Yakubu Suleiman, JKT, Ali Salim, Simba, uh, Hussein Ma saranga, Singida, Anthony Remy, Azam, Miraji Abdalla, cost Shomari Kapombe Simba, uh, Lusajo Mwikenda Azam, Vedastus Masinde TMA, Wilson Nagu JKT, Mohamed Husein Simba, Ibrahim Ame Mashujaa, Pascal Msindo Azam, Alfos Mabula Shamak FC, Azerbaijan, Ibrahim Abdalla Yanga, Dikson Job Yanga, Abdurahim Ab Bausi JKT, Idrisa Istambuli Mashujaa, Abdrazak Mohamed Simba, Ahmed Papino Pipino KMC, Yusuf Kagoma Simba, Shehana Amis Yanga, Faisal Salu Azam, Valentino Mashaka Simba, Kibu Dennis Simba, Simoni Msuva Al-Talaba -S, s Iraq, Idi Suleman Nado Azam, Mishano Daudi Ken Gold na Suleman mwalimu Wydad. Kwa hivyo hawa ni wachezaji ishirini na nane ambao tutaondoka nao tuta, tuta, utaeka kambi tarehe pili. Takutana tarehe kipindi tarehe tatu tutaondoka kwa ajili ya hizi hizi mechi. Ah, labda nitoa mchangano kabla, ambapo hamja hamjauliza maswala. Nafikiri ni kikosi kama ambavyo mmesikia cha wachezaji 28 ambao tutaondoka nao wote kwa jumla, and then baada ya mechi ya tarehe sita na Bafana Bafana kuna wachezaji wa Simba na Yanga watarudi. Sababu, so, possibility tunaweza yeah, tukakaa zaidi ya tarehe 15 sababu, mechi ya kwanza tunacheza tarehe kwenye mashindano ya Kosafa, mechi ya kwanza tunacheza tarehe saba, ya pili tarehe 11. Kwa hivyo wale wachezaji wote wa Simba na Yanga watarudi, and then kikosi ambacho kitakuwa kimebakia, nafikiri kama wachezaji ishirini hivi, tutaendelea na mashindano tukiprogressi, tuki tutaendelea na mashindano kwa hivyo nafikiri iko hivyo. Kabla hamjauliza maswala, manake watu wengine watauliza, sidabi nini kwa watu kamishe, kubo, gurudi na nini. Kwa hiyo tumewapa permission wachezaji ambao wazi timu kubwa waweze kurudi na wengine tuendelee. Nafikiri ni mechi ambazo so very potential kwa wale wengine ambao watapata nafasi.